Sisi kwanza wazazi tuwe mfano mzuri, watoto wakiangalia maadili yetu waweze kutuiga wazazi, kwa maadili mema. Kwa mfano mtoto kutenda kitendo kama hicho cha kumtoma mtoto mwingine kumuua, hayatakuwepo katika jamii. Tunajipatia watoto, baada ya hapo hatubebi jukumu la ulezi. Kwa hiyo niwaombe sana, hiyo na lenyewe tuliache badala yake tuzingatie malezi na makuzi ya watoto wetu. Ili kwa kweli jambo hili nimelipokea kwa masikitiko makubwa sana, kwa sababu ukiangalia hali ya mtoto ni mtoto, ni mdogo, na ukiangalia hajafanya kitu chochote katika dunia hii kusema kwamba labda amefanya ukatili wowote, ndo maana ikabidi afanyiwe hivyo. Serikali iweze kufuatilia huyu aliyefanya tukio hili, ili aweze kupelekwa katika vyombo vya sheria.